Mimi nimepitia sana kwenye changamoto nyingi lakini pia nimewee kuingia gereza. Vipi shwari? Kama kawaida nimetembelea sehemu fulani hivi mkoa mbali sana unaitwa mkoa wa Kigoma, nimepita vijiji mingi sana kukutana mwimbaji maarufu sana katika mkoa huu kidogo yami, na ni mwimbaji chipukizi ambaye amejaribu kufanya nyimbo na kazi mbalimbali mbali. Ni mwimbaji wa injili, na Mungu na nampenda kama kutumikia Tuko Kigoma sasa hivi, hapa ni Kigoma, wilaya ya Kigoma mjini, kata ya Kibirizi. Ukifika tu hapo pap, mwimbaji huyu anapatikana hapo. Kwa jina maarufu kabisa anafahamika kama Bivan, kama sijakosea, tuko vizuri yes. Na anampenda Yesu pia. Labda nikukaribishe pia. Hmm. Nizungumze kidogo. Okay. Yeah. Jina nimehitaja, lakini sijui kama niko sahihi. <laughs> Sahihi. Ah <laughs> <laughs> jina uko sahihi. Ninaitwa Bivan. Yeah. Uko sahihi. Yeah. Yeah. Yes. Jamani, ni mwimbaji wa nyimbo za injili pia na anampenda Yesu kama yeah. Of course yeah. Labda ungetuelezea wewe ni eeu yeah. yeah. gani yeah. Mimi ni dhehebu la MMPT. MMPT. Yeah. Kanisa lako liko maeneo gani? Kanisa langu kwa hapa Kigoma liko Kibirizi, maeneo ya pale Kibirizi sokoni pale yeah. Kanisa fulani ambayo limejengwa kwa juu lina msalaba fulani hivi Yeah, lakini limejengwa na inarosha. Yeah, kwa hiyo pale ndipo ninapopatikana mara nyingi, lakini huwa mara nyingi sana nimependa kuwepo kwenye tawi la kanisa lile mm, ambalo lipo maeneo la Kalalangabo. Kalalangabo, yes. Yeah, mlima wa moto. Mlima <laughs> wa moto. Wa moto kabisa <laughs> yeah. Yeah, nimekuja hapa, kuna baadhi ya vitu ambavyo nitaka nijue wewe kama wewe issue ya programu nzima ya huduma ya, ya uimbaji mm umeanza labda kwa muda gani mpaka sasa hivi, kwa sababu ni muda kidogo nimesikia jina lako, nikasema huyu atakuwa na kitu sawa. Kidogo, mziki wako umeanza kwa muda gani? Okay, mziki wangu nimeanza kufanya mziki mwaka 2019 2019, ya ndio muda ambao nimeanza kurekodi nyimbo yangu ya kwanza. Ya, na kuanza muziki of course moja kwa moja. Okay, 2019 umeanza muziki. <laughs> Na kitu gani kilichokushawishi kwamba fanye muziki? Afu sana Kwani nisifanye mziki wa bongo, sasa niende sasa kwenye mziki wa mziki wa mziki wa gospel kati yeah. Bongo naona sasa hivi ndio fashion ya mjini, kwani uliamua kwenda kwenye gospel na sio bongo? yeah. mm. Mimi kwanza yeah, nimekuwa ni mtu ambaye nimekulia kwenye dini mm. yeah, lakini pamoja na kulia kwenye dini la, la Kikristo yeah, nilikuwa ni mtu ambaye nimekulia kwenye kanisa hilo hilo la MMPT mm. yeah. lakini pia nimekuwa nikikutana sana na changamoto nyingi hmm. Ya changamoto hizo zilikuwa zinanipa funzo, ya zilikuwa zinanipa kujua kwamba nimtegemee nani ya, kwa ya, kwa, nikaona vyema nimtumikie Mungu. Sawa, lakini pia katika kusikiliza nyimbo zako baadhi ya nyimbo zako nimezisikiliza hmm. Okay, na nikagundua kwamba style unayotumia ni style ambayo ni imejikita kama vile nataka kuelekeana na bongo umetumia style hii na yeah, kuimba gospel ukuchagua, yani, hapo hapo bwana. Nikirudi mm. nyuma kidogo mm. Yeah, labda nianze kukuadishia kidogo changamoto ambazo nilizo nilizopitia yes. Yeah, ili kwamba nielekee kabisa kuimba huko na na nikawa na malengo ya kufanya mziki mfano wa Bongo Flava yeah. Ya mimi nimepitia sana kwenye changamoto nyingi, lakini pia nimewee kuingia gereza ya yeah. gereza. Yeah. Okay. Kwa hiyo sasa, moja katika changamoto hizo hizo, nikirejea kwenye swali ambalo ulikuwa umeuliza kwamba umekuwa ni mwimbaji ambaye haujabezi sana kwenye Bongo Flava, lakini mziki wako unaotumia ni kama Bongo Flava ya lakini ujumbe wako unahutumia, nafikiri mliuliza hivyo hivyo kwamba yeah. kwa sasa nikijaribu kujibu hapo, kutokana na matukio mengi ambayo nimekuwa nikipi, nikipitia ambapo sehemu nyingi sana ambazo nimekuwa nikipitia ya, nimeweza kuona nimeweza kuona vijana walio wengi wametekwa sana na muziki wa kidunia, muziki wa Bongo Flava. hmm. ndio muziki ambao umeteka vijana walio wengi hmm. yeah. sasa baada ya kuona kwamba vijana walio wengi wametekwa na mziki wa Bongo Flava, nikasema basi hawa ni rahisi sana kwa mimi kuwafikishia ujumbe wangu. <laughs> <Okay, laughs> yeah, ikawa vizuri kabisa yeah. Yeah, ni kweli, kama dunia inavyozidi kwenda ndivyo ambavyo natakiwa uone nayo yeah, yes. Ndio hivyo ndio hivyo. Kwa hiyo labda ni mbo gani ambao wewe unaopenda katika nyimbo zako, labda unajua kuna kutunga wimbo, lakini mm, wimbo flani ukiimba unajisikia, nimeimba wimbo <laughs> <laughs> mambo labda? Okay. Yani mimi kwenye nyimbo zangu bwana nimeimba na zote nazipenda kwa sababu ni za kwangu. Yes, yeah. Sure. Lakini si za kwangu tu, ni za watu wote, ni za wote, ni huduma yeah. Ninazipenda zote, lakini na wimbo mmoja ambao umehit sana ambao ndio wimbo kabisa nafikiri kwamba katika albamu yangu unaweza, yeah. ukawa umechukua nafasi kubwa, ni wimbo fulani hivi, Amenivusha, amenivusha, amenivusha Yesu, wanadamu walikwisha kunijengea kanyumba kachumba, eh malengo yao na mawazo yao wao wabakiri wapate cha kusema, malengo yao na mawazo yao, nipe wao wabakiri wapate cha kusema. Najua wana damu wanadamu walikwisha kunijengeka nyumba kachumba eh. So hiyo oh oh, inapendeza ina, sana. Nahisi watu wengi wamefurahia yeah. Jamani, Diva ni waimbaji pia, lakini pia anafahamu anafahamu kitu hicho, gitaa pia anapiga vizuri sana hmm. Lakini pia labda, unaweza ukaeleza kwamba mbali na uimbaji ambao umeamua kufanya kama huduma kwako ni ishu gani nyingine ambao unaweza ukaifanya labda kipaji fulani unacho? Paj vipaji, vipaji. Yes. Ninavyo, ni ninavyo vingi yes, yes. Namshukuru na Mungu kwa sababu amenijalia amenijalia amenijalia yeah. Kabisa kuwa na vipaji tofauti tofauti tofauti mimi yeah. Ni mchoraji mzuri wa, wa, wa sanaa yes. Ya kudizaini picha y ya, picha. Picha nyingi haswa sana napenda sana kuwa najifunza sana kwenye vitu vya kale ya vitu vya kale mbabe. Okay, vizuri. Sasa pia ni kitu gani ambacho katika maisha yako ya huduma ya uimbaji uliwahi kukutana nacho mm. Labda ni uliwahi kwenda sehemu ukakiona hicho kitu ukikipenda, na utamani kwamba katika huduma yako kijitokeze tena katika ishu yako ya huduma, ni kitu gani ambacho labda ukipendi sana ukiwa katika performance, labda labda ukiwa kanisani, tumealikwa katika majukwaa, labda sehemu mm. ni kitu gani ambacho ukipendi wewe? kama yeah of course si we... katika vitu ambavyo sivipendi ninapokuwa niko kwenye performance mm. yeah niko, niko na perform yeah, nimekuwa ni mtu ambaye kwanza sipendi uzembe, upendi uzembe yeah, sipendi uzembe, unajua yeah. Vijana wengi watu wanajua kuimba okay. Watu wengi wanajua kuimba, lakini kitu ambacho kimewalibia ni uzembe ya. Na mbali na huduma hii, na watu wengine nimekuwa nikiwafundisha kwamba mnapokuwa mmechukua swala zima la kuchukulia mziki kama maisha kama huduma ya, unapaswa kuondoa uzembe kabisa. Kwa hmm, hmm, kitu cha uzembe kabisa sikipendi kwenye, kwenye huduma, of course. Mziki ya, santi, ya, ninaweza kufundisha mziki safi sana. Unafahamu, labda ni gitaa tu au kuna kingine unafahamu? yeah, yaani kwenye vyombo vya muziki yeah. nime- nimejifunza nime hii gitaa lakini baada ya kuijua nikafuatilia na vyombo vya muziki zaidi. kwa katika vyombo ambavyo sivipigi, nafikiri naweza kawa ni drum tu peke yake yeah. yeah, ndizo zilizonishinda kabisa. Waimbaji ambao ninaweza kushawishika kufanya nao kitu mm-hmm. Yeah, ni Goodluck Gozbert. yeah. Goodluck Gozbert. yeah. Ni kwanini yeye eh? Kwa sababu wapo waimbaji wengi, lakini wewe yeah. unampenda sana Goodluck Gozbert. Kwanini yeye eh? naasi na si, labd labda, <laughs> eh, labda, yes. Yeah, labda labda nijaribu kidogo kukuelezea kuhusiana na hilo Goodluck yes. yeah, Gozbert amekuwa ni mwimbaji kwanza nilivyomwona nilivyomwona na nilivyowaona watu wengine hmm. Ya ni mwimbaji ambaye ame- ametofautiana na waimbaji wengine, ya kimuziki anayofanya Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Asante ni liva niko naye hapa ambaye, mm -hmm. amezungumza kwamba yeye anampenda Yesu, lakini pia yuko tayari kutumika, mm -hmm. kwa popote ambapo utamhitaji katika mziki wow. wa, wa injili ambapo mm -hmm. utahitaji huduma yake mm -hmm. na anapatikana mkoa mm -hmm. wa Kigoma katika kata ya Kibirizi mm -hmm. na ni mtu anayempenda Yesu kama alivyosema, lakini mbali na hicho unaweza ukampata nyumba zake, nyimbo zake zinapatikana na amejiandaa zaidi katika kuachia albam album ni nyimbo za kutosha, nyimbo nzuri sana. Nafikiri na, na, okay, utazipenda utazi sana utakapozisikiliza. Ni nyimbo ambazo kidogo kiroho zina mzigo, ukiimba, yeah, unasikia mguso kwamba, mm, yes, ziko vizuri kabisa. Mm. Lakini katika nyimbo zako, labda mtu akitaji kuzipata zaidi, mm, naweza kupata kwa no, njia gani ya kuzipata? Kuna kuzipata kwa aina mbili, unaweza kaingia YouTube ya, kapita pale unaweza ukapata nyimbo zangu uwezi kuzidownload kama hujui akaunti yangu. Ya, kama napenda sana kuzisikiliza, andika tu kwenye YouTube, kwenye mtandao wetu wa kijamii YouTube. Andika Chimamba, hiyo ndio akaunti yangu. Chimamba, napatikana pale, unaweza ukafika pale. Ukacheki nyimbo unazozitaka, ukasubscribe kwa ajili ya ku, ya kuisokeza huduma zaidi ya yote nakukaribisha pia kuzidi kufuatilia interview za kutosha exclusive interview, kutoka kwa Bwana Bivan. Tunafikia katika dakika za mwishoni kabisa, labda ni jambo gani ambalo natamani useme zaidi kwa kuhitimisha mjadala huu, kwamba wewe umependezwa na nini katika labda interview hii? Ninachozungumza mimi ni yaani, kwamba nimefurahi sana kwanza kukutana na wewe hapo. Yes, yes, ya, yes. Yani, nimefurahi sana na ni kitu ambacho mimi mwenyewe ninafikiri kwamba basi kwa kuwa nimekutana na mtu kama wewe, nafikiri kwamba angalau jina langu linaweza ikasikika kwao, anaweza kutoa, anaweza kunisapoti kupitia interview hii. Kiufupi interview hii, nimefurahi kabisa kukutana na mtu kama wewe hapo. Asante lakini pia ni, ni mtu ambaye bwana Bivan anapenda sana uh, kufanya kazi ya Mungu kama ilivyosema, kitokea ni nafasi imepatikana, kwamba kwa mtu fulani anamhitaji na anaanza kumtafuta katika mawasiliano yake. Uh, labda unaweza kuwapatia namba za simu labda... kwa mawasiliano yangu namba yangu ambayo hata kwenye wasap ukiingia pale unanikuta pale, tunaweza tukawasiliana kupitia namba ya wasap sifuri saba hamsini na nne arobaini na tatu hamsini na nane tisini na tatu. Ya, kwa unaweza kunipata kwa mawasiliano hayo labda kwa simu ya namba ya kupigia namba ya kawaida yeah, kwa namba ya kawaida hiyo hiyo ja, inaenda hiyo, hiyo vizuri. Okay, yeah. Kama tulivyosikia yeye ni mwimbaji wa nyimbo za injili, lakini nazidi kukaribisha kuzidi kutazama video za kutosha, ambazo tumekuandalia interview za kutosha na watu mbalimbali. JSP Record tunakupenda sana lakini pia uh, tunazidi kulitukuza jina la Yesu Nizidi kukaribisha na kuzidi kukualika kuzidi kusubscribe bila kukosa, na zidi kuendelea kutazama, kwa sababu ni njia moja wapo kuzidi kukua katika uh, kuzidi kuangalia nyimbo za gospo. Karibu sana, na nihitimisha kusema bwana bwana, na ni moja wapo ya sehemu ya, ya maisha yeah, ya kufanya kazi na wewe.